Hatimaye shehena ya dozi milioni tatu nukta mbili za chanjo ya ugonjwa wa polio na dozi milioni tatu za chanjo ya BCG inayotumiwa kuzuia magonjwa ama ugonjwa wa kifua kikuu zimewasili nchini. Aidha, kuwasili kwa chanjo hizo kumewapunguzia mahangaiko na wasiwasi wazazi ambao wamekuwa wakisubiri chanjo hizo kwa miezi kadhaa. Na kama anavyotuarifu Mary Moki, wizara ya afya inasema hali sasa imethibitiwa na kampeni ya kitaifa kuwafikia watoto waliokuwa wamekosa chanjo hiyo itaanza baadaye mwezi huu. Hatimaye taifa limepokea shehena ya chanjo ya watoto baada ya miezi kadhaa ya uhaba mkubwa, hii ikileta afueni kwa maelfu ya wazazi ambao watoto wao wachanga walikuwa wamekosa chanjo muhimu kwa zaidi ya miezi mitatu. Shehena hiyo muhimu iliyojumuisha dozi milioni tatu nukta mbili za chanjo ya polio na milioni tatu za chanjo ya BCG ya kuzuia kifua kikuu.

Sasa wizara inazindua kampeni ya kitaifa ya kuhakikisha watoto wote waliokosa chanjo wanazipokea, kampeni inayotarajiwa kuanza mnamo Juni tarehe kumi na tano kote nchini I Deadly but preventable diseases. Ili kuwafikia maelfu ya watoto walioathirika, wahudumu wa afya ya jamii watasaidia kuwatambua na kuwaelekeza kina mama kwenye kliniki zilizoko karibu. Inakadiriwa kuwa watoto wapatao elfu themanini hawakupata chanjo kufuatia uhaba ulioshuhudiwa.

Kaunti kumi na mbili hazikuwa na chanjo hizo muhimu, huku maeneo ya mipakani na kambi za wakimbizi yakiathirika zaidi. Wazazi wakitakiwa kuwapeleka watoto wao katika vituo vya afya kuanzia Juni tarehe kumi na tano. Mirimoki, runinga ya Citizen.